Minajili hii ya kazi kubwa ambayo TANAPA wameifanya, pia nizitake taasisi nyingine za wizara kukamilisha kile ambacho na wao kwenye upande wao wengine wameshafanya. Sasa hapa kuna changamoto moja, lazima tuiseme kwamba TANAPA ametengeneza app yake, watu watakwenda kwenye hifadhi za TANAPA, tawa ametengeneza ya kwake, misitu ametengeneza kwao. Ni vizuri kwa kuanzia kama taifa lazima twende kwenye integration. Sasa ifike hatua unaingia kwenye app ya Tanapa, lakini unaweza pia kulipa kwenye visiku, unaweza kulipa kwenye, unaweza kulipa kwenye, tuwe na apps hizi za kwenye taasisi, lakini kulikuwa na app ambayo sasa ni ya kitaifa. Kokote kule technology inaruhusu, utaanzia app hii utamalizia huku, ukianzia huku unaweza kumalizia kumalizia huku kote, technology ina, ina watalii wengi sana wanatua Nyerere kutoka Zanzibar Mikumi hapa, lakini na kule Ruaha pia, lakini na Saadani pote huko. Dkt. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana. Tunapozungumza hapa Mikumi kwenye miundombinu, tunajenga air speed kubwa, of course ni airport kilomita mbili na ushe. Hiyo ni airport nusu, ndio inaanza kutumika ile nusu, tutamalizia kuna changamoto zake, tunazimaliza lakini fedza zipo, mambo haya yanakuwa na changamoto fulani fulani, tumeshazitatua tukaumalizia lakini, kwa ile nusu ambayo imeanza kutumika, mkuu wa hifadhi alikuwa nalikwa takwimu, lakini kwa ile nusu ya a yes, tulio ruhusu itumike tayari ndage kubwa ya ndege umeongezeka kwao, tunashukuru sana uh, destination airport yeneeleo imekamilika kwa asilimia 98. Ilikwenda mwenye kukagua na Mikumi zote ziko almost the same, na mimi na Ruaha zote ziko almost the same, ni modern <coughs> airport kabisa. changamoto na changamoto ni kwa ajili ya kujenga wadau wetu wamenituma, yaani nimetumwa kabisa nije niyaseme haya kwamba ndege hazitoshi, zinazoleta wageni hazitoshelezi kabisa. Demand ni kubwa sana ya wageni, kwa hiyo mashirika ya ndege ambayo yanakuja kuleta wageni huku wanasema sasa kwamba tuna hatuna ndege za kutosha za kuletea wageni, ya laiti tungekuwa na ndege za kutosha basi si ilikuwa na nafasi hapa ni kumi tu, ningekuwa mko busy throughout the year, kama tunavyoona sasa hivi kwamba ni mwezi wa uchaguzi, hatutegemei mtalii kwamba uko hivi ambavyo ulivyo. Mimi nimekuja na ndege direct from Zanzibar na it was full, hata kupata nafasi ilikuwa ni shida. Kwa hiyo labda ningeomba TANAPA wangeanzisha safari za direct kutoka Zanzibar kuja hizi kwenye hifadhi za taifa.